Ok, mtazamaji wa Mapi African Channel karibu katika makala yetu hii kwa siku ya leo, ambapo leo nakwenda kuzungumza jambo moja kuhusu eh, mahindi mahindi haya ambayo unayaona hapa, na nitakwenda kufanya eh, mlinganisho na mahindi mengine ambayo yako upande wa pili, alafu nitakueleza kitu fulani ambacho nimekigundua hapa shambani kwangu, ni kwamba kwa mwaka huu uh, Tanzania na sehemu nyingine na nchi nyingine kadhaa zimepata mvua kidogo kuliko ambavyo ilikuwa imekusudiwa. Kwa maneno mengine mwaka huu ambapo nina rekodi video hii e, nchi ya Tanzania e, kwa kiasi kikubwa inaweza ikapata upungufu wa mazao kutokana na e, mvua ambazo zimepungua, ama jua liliwaka kali sana, limewaka maeneo mengi, kwa hiyo baadhi ya maeneo yanaweza yasipate e, mavuno kwa kiasi kikubwa au kwa kiasi kinachotosheleza. Sasa hapa mimi niliamua kufanya jaribio moja hivi. Nikaotesha mbegu ya mahindi ambayo ni ya muda mfupi kwa maana ya ile ya miezi mitatu katika eneo ambalo kwa kawaida yanaoteshwa mahindi ya muda mrefu, yale ambayo yanakaa miezi mitano sita huko. Sasa kwa bahati mbaya pia hata huku ambapo hapa ni wilaya ya Kilolo ukanda wa juu, ukanda wa Dabaga ambao wengi mnafahamu kwa wale ambao mnaifahamu, e, mvua huku ni nyingi ni za kutosha miaka yote, lakini kwa mwaka huu pia e, mvua zimekuwa ni chache, zimenyesha kidogo na kwa muda mfupi. Kwa hiyo kuna madhara ambayo e, yametokea hasa kwenye mazao haya. Sasa kwa sababu nilichukua mbegu hii ya muda mfupi nikaja kuotesha hapa Kilolo, e, nimeona kuna utofauti fulani kati ya hii ambayo nimeotesha huku na nyingine ambayo nitakwenda kukuonesha pia ambayo ni ya muda mrefu. Nitaotesha hapa hapa shambani sasa, ni upande wa pili tu hapo. Sasa nilichokigundua ni kwamba mbegu hii ya muda mfupi imeweza kutoa mazao ambayo ni makubwa. E, na niseme imezaa, imenipa matumaini zaidi ukilinganisha na ile mbegu ya muda mrefu ambayo inastawi zaidi maeneo haya ambayo yana mvua kwa muda mrefu na yana ubaridi na yana minuko minuko hivi. Hapa kuna baridi na minuko, lakini hii mbegu imeweza kukubali. E, sisi tutaja kampuni lakini mbegu tu ya muda mfupi ambayo imekubali tu vizuri hapa pamoja na kwamba mvua zimekuwa ni chache kwa mwaka huu lakini imekubali, imezaa mahindi kama unavyoona hapa kwa hiyo sikosi hapo e, sikosi kiasi fulani cha kutumia kwa mwaka huu. Sasa nikilinganisha na mengine ya aina hii hii ambayo niliyaotesha katika e, mkoa wa Dodoma ambako kuna jua e, kali na mvua ilikuwa ndo kama kuonjesha tu hivi. Ni kwamba yale kwa yale ambayo niliyotesha sehemu kulikuwa na korongo pia. Yale ambayo alikuwa kwenye korongo ambako maji yalipita yali, pita, yali stawi vizuri na yakakomaa kwa haraka sana kwa Dodoma pale. Na nitumia mbolea ya tu ile ya, ya ng'ombe pata sehemu mbolea ya ng'ombe nikawa nimetumia. Lakini kwa, kwa, kwa yale ambayo yalikuwa pembeni kidogo ya ule mkondo yale korongo, aa, naweza sema siambulii chochote kwa sababu ni kama hayakuweza kuzaa vizuri na ni kama yanakauka tu. Kwa sasa hivi yatakuwa yameshakauka, lakini haya hapa yani ndio tusha kama kipindi kimoja tu yalipishana, kama labda kama yalipishana kama siku moja au mbili, utesha kule leo alafu kesho nikaotesha hapa. Hapa ni Iringa Kilolo. Sasa yale kule nilisha anza yalishakomaa, nilisha ya kata baadhi, nikaenda kuchemsha nikala. Kwa sasa hivi na uhakika yatakuwa yameshakauka kabisa, ila ni kidogo, kwa sababu kule jua liliwaka kali sana na yaliweza kustawi yale ambayo yalikuwa kwenye korongo tu ambako maji yalikuwa na Yanapita na kifusi. Sasa haya hapa yamechelewa kuliko yale ya Dodoma kwa sababu ya hali ya hewa ya huku, japo mbegu ni ile ile ya lakini, yamezaa kwa wingi kuliko kule Dodoma kwa sababu kule jua limekuwa kali zaidi. Hapa jua lilikuwa kali lakini e, mvua ilikuwa inanyesha kidogo, lakini necha ya huku e, kwa hali hii ya ubaridi na jua sio kali sana ukilinganisha na Dodoma. E, basi tunaweza kuvuna kitu hapa kama unavyoona. eh, yako tu vizuri haya. Naona mengine yako huku haya, kwa hiyo haya tunaweza kuanza kuchoma muda si mrefu, sio e, sio hata muda si mrefu, sasa tunaweza kuanza kuchoma haya, unaweza ukayaona yako vizuri kabisa hmm. unaweza kaona haya hapa yamezaa vizuri, na kwa sasa hivi naweza kusema, kwa sababu nilisha mwezi wa kumi na kwa hiyo yana mwezi wa kumi na moja wa kumi na mbili wa kwanza, wa pili, wa tatu. Kwa hiyo yana miezi kama mitano saizi haya. Yes, lakini yale ya mbegu hii hii ambayo niliotesha Dodoma yalichukua miezi ile ile ambayo ni mitatu yakawa yameshakomaa. e, muda mrefu yalikuwa kwenye eneo ambalo maji yanapita e, kwa hiyo ni kuvuna na kupukuchua na kwenda kusaga unga, madogo lakini machache, ila hapa tapata mengi. Sasa kwa wewe ambaye unashangaa kidogo, hiki ni nini? Hii ni alizeti, inaonekana hapa pia alizeti inastawi vizuri. Alizeti inastawi vizuri, na hii ni ilijiangukia tu humo humo, sijaotesha. Kwa hiyo e, naweza nikaangalia mwakani au um, msimu unaokuja nikaotesha alizeti sasa nikafanya crop rotation kuzungusha mazao haya e, ili kuweza kupata kukunzevu, ile rutuba na nini na vitu kama hivyo. Sasa baada ya kuona haya ambayo e, yamekwenda vizuri, sasa tutakwenda upande mwingine ambao ni kwenye shamba hili hili, shamba hili hili, lakini e, niliishia sehemu hivyo wakati wa kuotesha. Tutaona yale ya muda mrefu ambayo yangetakiwa kukaa miezi kama sita hivi e, jinsi ambavyo yapo na hii sasa itatusaidia kuona, kwa wale ambao labda wanaotesha mahindi ukanda wa juu kama hivi, alafu kuna mabadiliko ya tabia ya nchi, unaweza kajaribu kuotesha yale yale ya muda mfupi, alafu e, unaweza ukasaidika kama mimi ambavyo nitasaidika hapa na a, mimi na familia yangu. Kwa hiyo tutakwenda sasa, nitaenda kuonyesha upande ule wa pili kule ambako e, ni kisehemu ambacho niliotesha Uh, mbegu ya aina nyingine ya mahindi haya, okay, haya. Kwa hiyo tutaenda mdogo mdogo kucheki hiyo. Kwa unayejiuliza hivi ni nini, haya ni maparachichi humu shambani, kuna miparachichi pia. Shai, rekodi, rekodi. E, kama unavyoona huku, pote, huku yote haya yote haya, yote haya unayoona ni mbegu hiyo, hiyo. Mbegu hiyo hiyo imezaa tu vizuri. Uhum. Haya, sasa tunaingia kwenye ukanda ambao <laughs> ukanda ambao ndo uliotesha yale ya, e, ya muda mrefu. Unaweza ukaona hali halisi ilivyo mm? Unaona <laughs> hali halisi ilivyo. Eh, mtazamaji wa Mapi African Channel, haya sasa ni yale ya muda mrefu mm? Sasa hapa nina mashaka sana kwa sababu hii mvua imenyesha, lakini imechelewa kunyesha kidogo, na hapo katikati ilipotea kabisa. Kwa hiyo hata kuzaa kwa mahindi haya eh, ni kwa mashaka, naona jinsi alivyo ya afya yake kidogo sio nzuri. alafu huku juu kwenye hizi eh, mbelewele tayari zinakaribia kukauka, ziko kwenye kukauka. Kwa hiyo eh, kutakuwa na changamoto kwenye mazao ambayo yatavunwa hapa eh? sababu hizi sikumwagilia, nilikuwa nategemea mvua tu, kwa hiyo hali ilivyo ni hivi, ukilinganisha na kule upande wa pili ambayo yameshakomaa na angalau yenyewe ni makubwa. E, hapa hali kidogo e, sio nzuri sana kwa sababu afya ya haya mahindi e, haijakaa vizuri, japo kuna mengine ambayo e, yanaonesha kama haya hapa hivi, kama hili unaweza kaa na uhakika fulani kwamba unaweza ukapata hapo kiasi kadhaa ila kuna vingine vingi sana kama huku tudogodogo, kama utu, kama hichi hivi hapa, sidhani kama tutapata kitu, kwa sababu mvua haijanyesha ya kutosha safari hii, lakini upande ule wa pili hatakuwa na haya aina hii. Sasa, mtazamaji wa Mapi African Channel hakikisha tu na subscribe katika channel hii. Na nataka nikupe nyongeza kidogo ya mahindi mengine, aina nyingine ya mahindi ambayo niliotesha hapa shambani ambayo ni ya kienyeji ambayo sio ya, ya kununua dukani huko, ni haya yaliyo kwenye hili tuta, haya hapa yote, haya yote, haya sasa. Utaona kuna mengine na afya nzuri, mengine afya ni mgogoro. Baadaye nitachagua mbegu tena, kama hili uh, hili sasa, kwa sababu mvua nayo imechelewa ndio linazaa saizi, wakati kule mbelewele imeshachoka uh, kidogo inakuwa ni changamoto Alafu haya yote kwenye tuta hili yote ni haya ni ya asili, a ya kienyeji sio haya haya, haya ya kununua dukani ya muda mrefu sio kitu gani, ila kuna ambayo hapa yalikubali vizuri, na haya yalikubali bila shaka, kwa sababu e, haya yalikubali. Haya hapa sina wasiwasi nayo sana e, na ni ya kienyeji na bila shaka yalikubali kwa sababu yameoteshwa hapa kwenye hili tuta, ambalo karibu na hapa kulikuwa na shimo pale juu la maji. Wakati wa kiangazi nilikuwa namwagilia miparachichi, kwa hiyo inaonekana huu udongo wa hapa ulikuwa bado ni mbichi mbichi, kwa hiyo haya hapa yamekwenda vizuri. Mengine yana hali mbaya kweli kweli. Kwa hivyo haya upande wa juu tumerudi kwenye yale ambayo yako yako fresh. Haya unaona yamezaa vizuri ambayo ni mbegu ya muda mfupi, ambayo inakuwa kwenye uwanda wa chini, lakini mimi nikasema, anyway goa niaoteshe tu kanda huu wa juu nione. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo, hali ndio iko namna hiyo. E, hapa huku chini ni hayo ya muda mrefu, alafu juu huku ni ya muda mfupi huko juu. Haya, kwenye tuta uh, kwenye tuta hili, kwenye tuta haya ni ya asili. Nafikia hapa, tutapata view nzuri kidogo, unaweza kutazama yote yaliyoko kwenye mtuta huu, ambayo yanaonekana ni ya mbegu ya kienyeji ile ambayo e, wenyeji tu wanakuwa wanatunza, halafu uh, tunakwenda ku wanatuazimisha tuna tunakuwa tunaotesha na hapa tuna maboga pia ambayo nilitoa mbegu a takuja kufanya haya kwenye channel yetu ile ya PDK generation. E, yana flani yana value flani hivi kiafya. Huku kushoto kwetu ndiyo hayo ya muda mrefu. Kushoto kwangu haya ni ya muda mrefu ambayo hali yake inatia mashaka mashaka mashaka, e, ila haya ya muda mfupi na hakika nitapata hapo kadhaa e, nitapeleka kadhaa nyumbani. E, ambako nako hatukuvuna vizuri kwa sababu na kwenyewe kule tumeotesha pia otesha Dodoma, tumeotesha na a, Kilimanjaro, Rombo. Sasa, kwa Rombo, ukanda wa juu yamekuja kuja, lakini ukanda wa chini karibia na Kenya jua e, likali vilevile, kwao hatujaambulia kitu cha maana pale. Kwa Dodoma ndo kabisa tumeambulia tu yale ambayo ilikuwa kwenye mkondo wa mfereji fulani hivi kwa korongo kwa maji yalipita na kifusi kwa kulikuwa na ubichi kwa muda na ni machache. E, taona baadhi ya picha zake. Asante sana, bila shaka umefurahia makala hii, na kwa wewe ambaye ni mkulima ume, umepata kitu kuhusu e, kilimo cha mahindi haya na baadhi ya vitu vingine kadhaa, na unaweza kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya kupata mavuno zaidi hasa kipindi hichi ambacho eh, kuna mabadiliko ya tabia ya nchi. Ile eh, hali ya hewa inabadilika, kunakuwa na vipindi virefu vya jua na vipindi vifupi vya mvua kuliko tulivyotegemea. Eh, kwa hiyo kuna haja sasa ya kutumia mbinu fulani fulani ili tuweze kupata mazao ambayo yatakwenda kuzisaidia eh, jamii zetu na wale wanaotutegemea na sisi wenyewe huku. Ni maharage hu jirani yangu ya kuotesha maharage hapa, na atavuna tu vizuri kasababu sai jana mwezi wa kumi na moja kunyesha tena. Sasa hizi ni mwezi watatu mwishoni, uaonekaa mwezi wanne kwa kwahiyo, anaweza kavuna tu vizuri, lakini kwa mahindi kidogo itakuwa changamoto na bila shaka bei be, yake itakuwa tamu bei ya mahindi, japo haya mimi sijalima kwa ajili ya biashara, ni kwa ajili tu ya matumizi ya familia. Paka kufika hapo, tumefika mwisho kwa sasa e, na kukumbusha tu ku like na ku tuandike et yako hapo chini, na tukutane katika makala ijayo. Hii ni Mapi African Channel na mimi ni msimulizi wako katika channel hii Mapinduzi Mtembezi. Babai kwa sasa.